Habari kwa majina, anaitwa Faidha Haruna. Leo nitawafundisha jinsi ya kupika keki ukiwa nyumbani kwako, keki nzuri tamu na laini. Kitu unachotakiwa kuzingatia cha kwanza ni usafi wa kwako wewe mwenyewe na usafi ambao unazunguka eneo lako nalo korogea keki yako. Mahitaji yanayohitajika katika korogea keki yako, namba moja, natakiwa kuwa na mayai, namba mbili, natakiwa kuwa na unga namba tatu nitakuwa kuwa na maziwa. Namba nne nitakuwa kuwa na siagi na kwa Prestige Blue Band au Kimbo. Namba tano nitakuwa kuwa na sukari. Namba sita nitakuwa kuwa na flavor iwe ya machungwa, iwe ya mango iwe ya strawberry, iwe ya chocolate yoyote utakayoipenda wewe kwa ajili ya kunasikia keki yako iwe nzuri na tamu. Sasa kipindi kijacho nitakuja kukuwafundisha jinsi ya kukoroga keki na kubeki keki yetu katika hali ya nzuri, itoke laini, itoke sponge. Usikose kipindi kijacho. Ni mimi Faidha Haruna na wapenda sana.